Hivi katika dunia hii ya leo kuna mtu ambaye yupo tayari kufa kwa ajili ya kutunza ubikira wake? Kuna mtu ambaye anaweza kukubali kunyanyaswa, kuteswa, kupitia maumivu makali ili aweze kutunza ubikira wake? Eti dada zangu nisaidieni, na kaka zangu, labda kwetu pia kuna mtu ambaye anaweza kukubali kulinda useja wake hadi kufa? Bwana, kuna stori moja ya mwanamke mmoja aliyeitwa Sister Anuarite yeye alipitia mateso makali kwa ajili ya kutunza ubikira wake na hata akauawa kikatili kwa sababu tu ya kutunza ubikira wake. Hii ni stori ya Sister Anuarite aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tisa na kufariki tarehe moja Disemba mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne akiwa na umri wa miaka ishirini na sita tu. Binti mdogo shujaa mwenye imani kubwa kwa Mungu. Yeye huyu binti aliamua kujitolewa kwa ujasiri mkubwa kumtumikia Mungu katika roho na kweli, na hata hakutaka kuyumbishwa na yoyote, japokuwa hatari kubwa ilimkabili hata kuuondoa wa uhai wake, lakini yeye hakuweza kutishwa na hatari ambayo iliweza kumkabili baada yake. Alibaki katika msimamo wake wa, wa kutunza ubikira wake hadi anapouawa. Wengi wetu tunajiuliza na kulalamika, baadhi ya Waafrika na Watanzania wenzangu kwamba kwa nini atokee mtakatifu kati, kati ya Waafrika? Tunasikia tu watakatifu wakitoka katika mataifa mengine. Basi huyu ni mmoja wa watu ambao wanaelekea kutangazwa kuwa watakatifu, na sasa yupo katika levo ya mwenyeheri. Ni Mwenyeheri Sista Anuarite, mtawa na mfia dini. Huyu Sister Alfonsina Anuarite alizaliwa huko Kongo mwaka 1939. Basi mwaka 1955 ndipo alipoweza kujiunga na shirika hili la familia takatifu ambalo lilikuwa limeshaanzishwa nchini Kongo tangu mwaka 1936. Baada ya kujiunga na shirika hili, huyu Sister Anuarite alienda kusomea ualimu na mwaka 1960 akapata cheti chake cha ualimu. Alikuwa ni mwalimu mwenye upendo sana. Aliwapenda sana wanafunzi wake, lakini alikuwa na udhaifu mmoja. Pale ambapo alikuwa amechoka, alikuwa akiwagombeza sana wanafunzi wake lakini wanafunzi wake walimwelewa na yeye pia alipokaa na kutulia na kugundua kwamba alikosea aliweza kurudi na kumwomba msamaha yule ambaye alimgombeza ama alimsema vibaya ama alimfanyia kitu kibaya aliweza kutulia na kwenda kuomba msamaha ni mm, nyenyekevu wa namna gani wangapi ambao tuna uwezo kukosea tena tumekosea watu ambao tumewazidi cheo tumewazidi nafasi tumewazidi kila kitu bado tuna uwezo wa kujishusha chini na kwenda kuomba msamaha hakika ni wachache sana wenye karama na uwezo huo alikua na ilianzia hapa mwaka elfu moja mia tisa siti na nne nchi ya demokrasia ya Congo, kulikuwa kuna machafuko makubwa sana ya kuipindua serikali madarakani kwa kipindi hicho. Hivyo kikosi kimoja a kijiita, simba chenye jina la Simba kilikuwa kikitesa vibaya sana, hicho kikosiia kivamia sehemu nyingi na kuua watu na kubaka watu na kadhalika. Sasa isivyobahati shirika lake likavamiwa mnamo Novemba mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne. Shirika la huyu sista Anuarite iliweza kuvamiwa, iliwachukua hawa hawa masista wengine wote we, wakawapeleka katika kijiji kingine kichuo kiitwa Isiro, wakapeleka kwenye nyumba mojawapo iliyokuwepo huko, lakini isipokuwa sista Anuarite pamoja na mama mkuu wa shirika. Alikuwepo kamanda moja wa kikosi kile, alikuwa akiitwa kamanda Ngale ama kanali Ngale. Huyu kanali Ngale bwana alisema kwamba anamtaka Sister Anuarite kimapenzi apate kumuoa. Tena alimtaka kwamba usiku ule walale pamoja, lakini mama mkuu alisisitiza sana kusema kwamba hapana, huyu ni bikira, amejitoa kwa ajili ya Mungu, hivyo si vema na si sawa kabisa huyu kutendewa kitu kama hiki. Angali kusikia maneno yamesemwa na huyu mama mkuu shirika ni alimpiga vibaya sana sister, huyu huyu kamanda akaamuru sister huyu mama mkuu shirika apigwe vikali na hivyo alipigwa na baadaye akatolewa hapo, akaacha sister Anuarite peke yake. Sister Anuarite akajaribu kulazimishwa na kushawishiwa kwamba aweze kubali kuwa naye kwa sababu angeweza kupata maisha ya uhuru na maisha mazuri, lakini sister Anuarite alikataa kata kata. Alipokuwa akikataa, alipigwa vikali, alipiwa sababu huyu kama ngangala alishindwa kuendelea kujizuia na kuvumilia kukataliwa na mwanamke, kwa hiyo alimpiga vibaya sana. Baada ya kumpiga, akamkabidhi kwa wanajeshi wenzake ama askari wake ambao yuko hapo chini yake. Askari mmoja alikuwa akijulikana kwa jina la Olombe. Huyu Olombe naye alikuwa ni mtu ambaye ni katili sana. Kwa Ngale akampatia Olombe. Olombe sasa na yeye akasema, wewe umemkatalia bosi wangu, sasa ngoja mimi nikuoneshe, utanipa ama ni kuue huyo. Sister Anuarite akakataa kata kata kuweza kutoa mwili wake, akasema, mimi nipo tayari hata kufa, lakini sio kutoa mwili wangu huyo Olombe, ni alimpiga vibaya sana, alimpiga akamuumiza vikali. Akatafuta bunduki yake aweze kummaliza mara moja, lakini hakuiona. Baada yake akaona mapanga, akamwambia mfanyakazi wake, askari mwingine ambaye alikuwa chini yake, akamwambia chane, chane mapanga. Basi Sister Anuarite akachanwa mapanga mwili mzima, damu nyingi ilimvuja, lakini yeye alibaki kuwa na moyo imara na kwa sauti ya unyonge alimwambia yule Olombe na askari wengine waliokuwa pale kwamba nimewasamehe kwa sababu ninyi hamjui mnalolifanya. Huyu kanali Olombe anaposikia maneno alipata hasira, na bahati mbaya kugeuka pembeni akaona silaha ambayo ni bunduki ambayo akihitaji, akampiga sister Anuarite risasi ya mkononi, kisha akawaita masista wenzake wale wengine ambao alipeleka tena kijiji kingine ambacho niambia kwamba kiwa kiitwa Isiro basi aliwaita kuchukua mwili wa, masista, wa Anuarite. Anuarite alikutwa amejeruhiwa vibaya sana katika mwili wake. Hivyo lakini bado alikuwa hajakata roho. Alikuwa amejeruhiwa sana lakini alikuwa bado hajakata roho. Wakauchukua mwili wake lakini ulikufa muda mfupi baadaye. Alifariki mnamo tarehe moja mwezi Desemba mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne. Tarehe na mwezi kama huu wa siku hii ya leo na ndiyo maana siku yake tunaisherehekea siku hii ya leo. Na mwaka elfu moja mia tisa themanini na nne Papa Yohane Paul pia alipoenda huko Kongo Ndipo alipoweza kumtangaza kuwa mwenye heri. Sista Anuarite ni mfano kwetu sisi tuweze kutunza usafi wa moyo vijana. Wengi hatuhitaji hata kulazimishwa kufanya mapenzi, hatuhitaji hata kulazimishwa kufanya kuharibu usafi wa moyo. Tunakubali tu kirahisi kwa pesa ndogo sana, elfu kumi, elfu ishirini Dada yangu nakubali kuliwa kwa shilingi elfu kumi, kwa pesa ambazo hazina hata maana. Hata ingekuwa ni milioni moja, mwili wako ni una thamani kubwa kuliko kitu chochote usafi wako wa moyo una thamani kubwa kuliko kitu chochote. Huenda tumeshaharibu, huenda tayari tumeshaanguka, tumeshakosea, lakini bado tuna nafasi ya toba. Katika mwezi huu wa maajilio, katika kipindi hiki cha maajilio, tujiungamanishe na Mungu kwa njia ya toba. Tu, tutubu dhambi zetu kwa pale ambapo tumekosea, hatukuweza kuwa mashujaa, hatuweza kuwa majasiri kama Anuarite kwa kutunza usafi wetu wa moyo. Basi Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kutubu dhambi zetu ili tunapoenda kumpokea Yesu Kristo apate kukaa katika mioyo yetu iliyo safi, ambayo tumesha tubu dhambi zetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombezi ya Sister Anuarite ili tupate kuweza kutunza usafi wa moyo. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, ni Sister hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.